Malikia wa jini kaburi, kuna jambo linaichanganya sana akili yangu. Kila ninapoleta sadaka unaikataa. Hii ina maana gani? Sadaka zako zinakataliwa kwa kuwa hautimizi masharti ya sadaka za kafara. Masharti gani? Angalikuwa uliniambia napaswa kutoa damu za watu saba na nimetimiza. Yule binti hafai kwa sababu koo ya Bingai na koo ya Jini Kaburi zina maagano. Lete sadaka nyingine. Nimeelewa, mtukufu Malikia wa Jini Kaburi. Nikugizani sauti zangu zinasikika kwa Jini Kaburi. Sasa kitumee sichokijua kumwekea mama wangu katika kitanda chake, chini ya kitanda chake bila kujua kuna matukio gani? Hmm, inatia utata na mtu, jinsi alivyonikazia vile. Nini shida? Mbona kama upo sawa? Hamna shida. Ah, sija kuzoea kwa hivi kupishana njani namna hii, sijakuzoea. Sema kuna tatizo, shida nini? hebu nijuze, maana mimi ni rafiki yako, labda mama wangesema labda tuna uadui. Shida nini? Niambie, hivi ndio mtu anakupa kitu ya yeah. ambacho kijui lakini unahisi ni kibaya, alafu nakwambia kamchegeshe mama wako hivi, nakuaje? Hiyo ishu nyeti hiyo? Hapana, huyo sio mtu mzuri kwako. Wai, umtegeshee mama yako ndo eh? Maana kumbe ndo maana haupo sawa. Huwezi kuchukua kitu kwenda kumtegeshea mama yako, huyo ana nia njema na wewe, wala mama yako. Na mbona unanitia wasiwasi kwanza kwa, kwa nini umeniuliza hivyo? Hayakuhusu. Sasa yani unakuja unaniuliza swali alafu unaniambia yanihusu ivo, na akili kweli peti. Hey. Hmm. Yaani kweli nimeamini hapo umeme haufiki yani, wewe umeme haufiki nakwambia. Sasa mtu unamuuliza shida nini, anakwambia shida alafu na unauliza sababu ni nini, anakwambia kuhusu yani wewe, yani ni amnazo zero, yani hamna kitu yani, kama niz ni zero. Sawa, nenda, ila wewe ila nitajua. Usipige kelele, Jini Kaburi atakusikia. tunajitahidi Tukubali kufa pamoja na kelele, tunainuka juu. Mwenyezi Mungu, tunakutakasa. Giza linaingia lakini ni tutangara, sisi ni nuru, tutaziri mbele. Dori. Huku mnafanya nini? Tumetoka eh, kule kwa rafiki yetu kule. Nyie mna rafiki gani huku? Anaishi mazingira kama haya rafiki? Na, na huyu ndo rafiki yako eh?

tutakusikia tunajitahidi, hatutakubali kufa pamoja na kelele tuna... Ah, rafiki yangu. Eshi kabisa vipi? Ah, safi aisee, lakini ndugu yangu umenikera sana, muda tuliahidiana kukutana, mpaka saa hivi saa ngapi? Isingekuwa hii kazi yangu singenikuta saa hivi. Najua si unajua, wakati mwingine usafiri unakuwa wa shida, ndio maana nimechelewa kama hivi. hata kama usafiri ni wa shida, lakini mtu mkishapanga muda wa kukutana lazima ujitahidi katika ule muda huo umefika. Umeniboa sana ndugu yangu. basi sawa, haina shida. kuna kitu ambacho mi nahitaji kukuambia, ndo kimenileta hapa. Sawa, niambie. kuna kitu kimenikuta, kimemkuta mdogo wangu, nashindwa kuelewa. nani? Silvia? yeah, Silvia. yeah, nimemkuta nini? mpaka sasa nashindwa kuelewa. Juzi hmm. katoka chuo katika hali ambayo mimi sielewi, kashindwa kuongea chochote, kabaki anatetemeka tu, nikijaribu kumuuliza ni kipi kimekukuta, lakini anashindwa kuniambia. Sasa ile ya jambo kama hilo, ulijaribu kwenda hospitali ukamfanyia vipimo akaonekana na shida gani? Yeah, tunapoishi pale, jirani yetu ni dokta, nijaribu kumuita, kampima mapigo ya moyo, joto la mwili, lakini ana shida yoyote. Nikafikiri labda ni mambo ya kike yale, labda kwenye kipindi chake lakini pia hayo mambo yote yakuwa nayo. Sasa nashindwa nifanyeje, rafiki yangu. Sasa ndugu yangu, ngoja nikushauri kitu. Kama umesema kwamba umeenda hospitali na amepimwa vipimo vyote na ameonekana hana ugonjwa wowote, nataka ngushauri kitu. Sawa, kitu gani hicho? Tutumie njia ya pili, upande wa pili. Ndio upande wa pili? Unaposema upande wa pili unamaanisha nini? Ndugu yangu, we mkubwa sasa hivi Nikisema njia ya upande wa pili, namaanisha kwamba tuende kwa waganga wa kienyeji. Unajua rafiki yangu, katika siku zote sikutegemea siku ya leo tutaongea mambo kama hayo. Nilitegemea labda nikija utanipa ushauri mzuri, ili nijue natatuaje hili jambo, lakini mimi nianze kuungana na imani zako? Akili zangu na unadhani haziko timamu, niame kwa imani yangu, nianze kuamini imani zako? Sio kwamba uwele wako timamu. Hivi vitu ndugu yangu, inabidi uamini kwamba vipo. Sawa, hivi vitu vi, vipo. Unasipoangalia mdogo wako utampoteza ama umeenda hospitali, umeenda amepimwa, magonjwa yote anaonekana hana ugonjwa. Hivi vitu vipo, ndugu yangu, mimi nakushauri twende kwa waganga wa okay, kienyeji. Najua shebi, wewe rafiki yangu sana na sije sana wewe, lakini kwa hili sitahitaji tuongea kuhusu hili swala tena. Kama nitaongea na wewe, tuongea kuhusu mada zingine, na nisiwezi kukaa hapa kwa sababu sijaona cha maana ulichoniambia. Haya, wewe nenda, endelea na ubishi wako, itakao mkuta ndo hilo hilo yeah. Mijitu mingine bwana, unaelekeza bwana wewe mambo haya, kuna kuna vitu vingi katika dunia. Nenda upande wa pili, enda kuwaganga wenyeji. Haya, aya, sijui nini imo, imani zako imani zako, acheliende tajua mwenyewe, wakute twajua giza, lakini tuna ng'ara kadiri ya sauti chini ka katika hali hizi, mpaka lini? Ndoto za kutisha, lile lijitu linatokea kila mara. Sijui nimeikosea nini, nataka kuniua, janitisha, hadi naogopa. Katika maisha haya naogopa maisha yangu ataangamia. Nifanye nini mimi? Basi kama nimemkosea, anisamee tu. Da, sijui nimweleze kakaangu ukweli, kama kuna jambo ambayo inanisumbua kila saa tu Nitamwambia ukweli. Moyo unaniambia fumba macho usione ya dunia, yanatisha. Moyo unasema fumba macho usione, haya yanatisha. Ila nakubali tu saa, japo mambo yangu yanaharibika. Nakubali tu saa, japo nazidi kuteseka. Nifanye nini? Na ndo dunia ilivyo, sio wote wazuri, wabaya wamejaa wengi. Samahani kidogo ah. Kuna jambo dogo nilikuwa nataka kuongea na wewe hapo, dadaangu. Katika kipindi hichi umekuwa unaekaeka nyingi sana na ninakuona, na katika maono yangu nakuona wazi kuwa dada yangu unajihusisha na maswala ya ushirikina na unajua wazi ya kwamba Mungu wetu hapendi masuala ya ushirikina na hiyo ni dhambi kubwa sana kwake. Wewe zipo kweli kwa kichwani, yaani huku kichwani huku zipo, eh? Yani zipo. mwokosa kaza kufanya hmm? Wewe umezaliwa juzi tu hapo aya, umeyajuaje mambo ya ushirikina? Mimi na nani najua? unajua Alafu umekaa hapa wewe. Ushirikina haya umeujua nini? Afu kabisa ni umekaanin ah, nyumba tu ujasiri gani? Yaani, kuja mpaka kunisemesha hivyo dada wewe wewe, wewe. Wa kwanza kuliona jua, sio wa kwanza kujitambua dada. Hilo lijua nini wewe? Kwa hiyo unafikia tu hadi unanitukana, si ndivyo wewe? chenga wewe Yani, unachaji kwa chaji kichwa wewe. Hivi mimi si dada yako wewe, afu unanitukana kabisa wewe! shuku shuku, usinitafute mtoto, usinitafute aloni saa ewe, ntakufanya kitu kibaya wewe. Hey, hey. Yani yeah, naona no, wewe umenisahau yani hivo ume... vindevundevu vyako vichunusi kubale kwako do kuna kuchanganya kuna, eh? kuchanganya sana ini, wewe. Oh, wewe. Hey, hey. Hey, Mungu Baba, nisaidie mimi, nitapasua hichi kichwa Shuku. Mi nikupe tu shauri mmoja tu dada, hiyo kitu acha. Eh. Hey. Acha sasa wewe, unapoona una indabari na unaenda mbali na unapofika, unalolitafuta utalipata, yaani utalipata. Shuku mpumbavu wewe nya. Jini kaburi. Jini kaburi, anatafuta mwili, maisha binadamu wa kweli. Jini kaburi, jini kaburi, usikate tama, atakujia ukiwa peke yako ni kugizani

Silvia, Silvia. Mbona umekaa hapa peke yako na upo katika hali ya mawazo unalia? Kipi kimekukuta? Tuachane na hayo, alafu kingine, si umeniaga kwamba unaenda kwa Odori kujisomea Ndiyo, mbona uko hapa? Kuna kitu nahitaji nikuulize, kwa sababu tangu siku ile kuna mambo yananitatiza sana. Nataka nikuulize, kwa sababu ulirudi una huzuni, una, una mawazo una ya na unatetemeka. Ni kitu gani kilikukuta ile siku? Na mi nashangaa, kwa sababu hiyo hali imepelekea imepelekewa unakuwa katika hali hiyo. Em, niambie, ni kitu gani ambacho kimetokea napita wakati mgumu sana katika maisha yangu sasa kule chuo, a, mauzauza kibao. Mauzauza ndiyo? Kuna kitu gani? Labda kuna mtu anaku- anakufanyia kitu ambacho sio sahihi, au kuna mtu umegombana naye? Hebu niambie, si hivi? Niweke wazi. Hapana, ila kuhusu kule kuwauma kila wakati kuanguka mimi nahisi ni mkono tu wa mtu kua kuniambia, kuuma kwakwe ni mbinu za mtu. Ni mtu gani wanaomaanisha? yule... yule kaka ni mtu gani? Niambie mm. Niambie mdogo wangu, sababu mimi ndo kaka yako. Usiponieleza mimi, utamweleza nani? Mimi ndo najua nikusaidieje. Yule kaka yake na Niambia kakake na nani Silvia? Kaka ule pale. Kakake. Mbona mimi sioni mtu pale? Kaka ule pale, uone kaka. Mimi sioni mtu, kakake na nani unasemea? Kaka ule pale. Mimi sioni mtu, Silvia, mnieleze kitu gani kinakusibu bana? Kaka. Kaka. Kaka, kaka na Silvia. <laughs> <Kaka> <coughs> <coughs> <coughs>

tulipofika hapa hatutakubali. Tulipofika hapa, huu ni wakati wa kujinua. Hatuna hofu hazulo nchuma tayari nishaifanikisha, na na imani itafanikiwa vizuri, utapata pongezi yako. Pongezi? Pongezi gani? Nimefanya kazi na we kwa muda mrefu sana, lakini sijawahi kuona sura yako. Leo naomba nione sura yako. Unaona kuwa hilo ni la muhimu ni la muhimu. Ndio sababu imeshakufanyia kazi zako nyingi na zishafanikiwa, lakini sija kuona sura yako. Naomba nione sura yako leo. Lei muhimu ni kufanya kazi na mimi na sio kuona sura yangu. Nimeshafanya kazi na wewe kwa muda mrefu sana. Nafanya kazi na wewe lakini sikujui, sikutambui. Leo nataka kuona sura yako lei wakati huo bado. Ikifikia wakati utaona sura yangu. Wakati gani? Unaocheka wewe, yani inakufanyia kazi zako zote na zinanyoka, afu leo hapana? Nataka kuona sura yako leo. Sawa, utaona sura yangu, lakini sio leo. Mimi sio leo? Kivipi? Nimesha kwambia nataka kuona sura yako na leo nitaona sura yako. Yani hiyo isiwe leo, sura yako naiona

tulipofika hapa, huu ni wakati wa kujinua. Hatuna hofu, tutasimama. Usipige kelele, Jini Kaburi hatakusikia tunajitahidi.